Tukisalia na hayo, umati mkubwa uliwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kupokea mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Umati huo baadaye ukifuata msafara wa marehemu Raila hadi katika uwanja wa Kasarani, ambapo mwili wake ulitazamwa na umma. Seth Olale alikuwa kwenye msafara huo na hii hapa taarifa yake. Halaiki ya Wakenya walijitokeza kwa wingi kuanzia alfajiri kupokea mwili wa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga katika uwanja wa ndege <coughs> wa JKIA. Waombolezaji walifika kwa magari ya umma, magari ya kibinafsi, bodaboda. <coughs> Umati huu ulizidi kuongezeka saa chache kabla ya msafara wa rais William Ruto kuwasili katika uwanja huo wa ndege, vitengo mbalimbali mbali vya usalama vikishika doria katika juhudi za kuzuia umati huo kuingia katika eneo la kuwasili abiria. Ilipotimia saa tatu na nusu asubuhi, ndege aina ya Kenya Airways RAO 001 ilitua rasmi na mwili wa marehemu Raila Odinga ukilakiwa kwa shangwe. Umati huo kisha uliingia kwa lazima ndani ya uwanja wa ndege wa JKIA na kupokea rasmi mwili wa mpendwa wao. Kisha halaiki hiyo ya Wakenya iliondoka na msafara wa mazishi moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa JKIA na kupitia barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa <tri> Umati zaidi ulijitokeza kando ya barabara kutazama msafara wa mazishi, huku wa Kenya wakichukua nafasi hiyo kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao. Aidha, hali ya uchukuzi ilitatizwa wakati msafara wa mazishi ulipita na kuelekea moja kwa moja hadi katika uwanja wa ndege wa Kasarani kwa shughuli ya kutazama mwili wa mwenda zake. Seth Olale, runinga ya Citizen.